Naam, leo tuko shamba hapa, kama mnavyoona, tuko shamba. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kukaribisha sana kwa majina, naitwa Ahi Kigufa, ni mtaalamu wa masuala ya kilimo pamoja na mifugo, mwenye passion zaidi na interest zaidi kwenye masuala ya ufugaji, hasa ufugaji wa kuku. Karibu tena katika mwendelezo wa maudhui yangu ambayo yamebezi zaidi kwenye Uh, masuala ya ufugaji lakini pia pamoja na, na kilimo kwa ujumla wake. Naam, hivi umeshawai kujiuliza kwamba ni kwa nini aidha eh, e, ni wewe au mtu mwingine ambaye unayemfahamu kwamba ameanzisha mradi au project fulani lakini mradi huo ndani ya muda mfupi ukawa umekwama au umefeli, umeanguka. Lakini pia ushawahi kujiuliza kwamba kwa nini watu wengi au wewe mwenyewe umekuwa muda wote huko pale pale, kwamba ulianza na mifugo kumi, mwisho wa siku mpaka miezi mitano inapita uh, bado una idadi hiyo hiyo au ukuaji wa idadi hiyo umekuwa ukizorota sana, umekuwa ni mdogo sana. Ushajiuliza kwamba ni kwa nini basi? Kama ushakujiuliza na kwa namna moja nyingine ukawa umekosa majibu, huenda video ya leo ikae na majibu sahihi juu ya maswali hayo. Karibu tena, na nichukue nafasi hii kukaribisha tenga kiti, ukae, utulie, angalia paka mwisho video hii. Huenda kati ya sababu nyingi ambazo kwa namna moja au nyingine zinakukwamisha, huenda hii ikawa ni sababu ambayo inakutafuna pasina wewe kujua. Hivi, unahisi ni nini kitamkuta mtu ambaye anajifunza kuendesha gari kwa mara ya kwanza, huku anaendesha gari hilo zaidi ya kupata ajali. Tuchukulie mtu huyu hana uzoefu wowote na wala hana anachokijua kuhusu gari, kisha akatokea mtu na kumwambia sehemu ya kuchomeka funguo ni pale, na ukikanyaga accelerator hii gari litaondoka. Mtu huyu atajikuta anajifunza mifumo mbalimbali, hasa inayohusu gari pamoja na usalama barabarani huku gari likiwa linaondoka, kwa sababu hakuwa anajua lolote kuhusiana na hilo kabla. Na busara katika hili, ilipaswa kwanza mtu huyu aingie kwanza darasani kupata ABCD kuhusu gari hilo, mazingira yote kwa ujumla wake pamoja na usalama, kabla kuliendesha gari hilo. Kupitia maelezo ya mfano huu, ningependa kuwashauri na kuwasisitiza ndugu wafugaji wenzangu au watarajiwa wafugaji, tuweke urasmi kwenye shughuli zetu kwa kujifunza na kujua nini tunachokifanya. Nafahamu changamoto katika hili inaanzia kwenye misingi na mtazamo juu ya uwekezaji kwenye kuku, kama ambavyo nimekuwa nikisema mara kadhaa kwenye video zangu kwamba swala la ufugaji wa kuku lilikuwa halitazami katika mtazamo wa kibiashara. Kwa hiyo kupitia mindset hiyo, kupitia hiyo inapelekea hata ule usirias kujali na kufuatilia mambo unakuwa ni mdogo sana, na hii imeingia vichwani kwetu, hasa baada ya kuona wazee wetu wakifuga eh, kwa ajili tu ya kitoweo au ili mradi tu awe na kuku wengi wanaozungukazunguka pale nyumbani. Lakini zaidi ya hapo hapakuwa na shughuli nyingi sana ambazo zina, uh, zinatekelezwa kwenye jukumu hilo. Kazi kubwa ambayo mtu alikuwa anaifanya kwa wakati huo ni kufungua tu mlango asubuhi wa kuku watoke na kufunga jioni tu kuku wanapokuwa wameingia ndani. Kwa hiyo inshu ya kwamba kuku wamekula nini, kiasi gani, ana umri gani, wako wangapi, wamechanjwa mara ya mwisho lini, ni vitu ambavyo ukimuuliza hata mtu anayemiliki kuku hao hawezi kupa majibu yaliyonyooka. Sasa mambo yamebadilika kwenye dunia leo, karibia kila kitu ukikiboresha na ukikifanya kwa ufanisi mkubwa kinabadilika kuwa biashara. Ikumbukwe kwamba ufugaji ni shughuli inayohusisha uzalishaji wa chakula, na unavyozungumzia chakula, ni mahitaji ya msingi ya karibia kila siku kwa binadamu, na kama tunavyoelewa, watu karibia kila siku wanaongezeka. Hii inapelekea uhitaji wa chakula unaongezeka karibia kila siku, ukijumlisha na swala la kipato kuongezeka kwa mtu mmoja mmoja lakini pia kuongezeka kwa taaluma na ujuzi wa namna ya kuhifadhi afya zetu, hasa kwenye upande wa kuzingatia ulaji wa vyakula bora, inapelekea watu kuona kuwa matumizi ya bidhaa zinazotokana na kuku, kwa mfano kuku mwenyewe kwa maana ya nyama, mayai na vinginevyo, si anasa tena, isipokuwa ni sehemu ya mlo kamili unaohitajika kila siku. Sasa fursa inabaki kwetu sisi wafugaji. Kwa namna ya kuzalisha mifugo hii au bidhaa hizi kwa wingi, lakini pia kwa kuzingatia ubora unaotakiwa kulingana na hitaji la soko kwa wakati husika na sehemu husika. Uwepo wa fursa hii adimu na adhimu na kuichangamkia kwa ufanisi mkubwa huku tukiwa tunalenga kujiingizia kipato ni mambo mawili tofauti kabisa, na kwenye engo hii ndio inayowatofautisha wafugaji wengi, hasa waliofeli na waliofaulu au wafugaji wadogo na wafugaji wakubwa zaidi. Kila siku na kila kukicha, fursa zinaongezeka, hasa kwenye sekta yetu. Lakini namna ya kuielekea fursa hizo kwa ufanisi mkubwa, ili lengo likiwa ni kujiingizia kipato na kutengeneza mazingira kwamba ufugaji uwe ni biashara kama biashara zingine, ndio kitu ambacho tunatakiwa tukizungumze kwa sasa. Ndugu mfugaji, ukiheshimu ufugaji kama profession zingine, na wenyewe pia utakuheshimu kukuheshimisha Kwa hiyo kupitia hilo, nilikuwa na shauri tusiwe na haraka na tusiendee jambo hili kwa mihemko, kama nilivyotoa mfano kwenye gari eh, yapaswa na sisi pia tutenge muda wa kujifunza, walau tujue ABCD kuhusu kitu ambacho tunakiendea au tunachokifanya. Na hata kama sio kwa level kubwa, sio za masters, diploma, certificate, walau tu ujue vitu vidogo vidogo na vya msingi vya namna ya kufanya kufanya kazi yako iwe bora zaidi. Yale mambo ya kwamba kuna mchongo fulani ulikuwa unausikilizia na umetiki, na ghafla umekutana na mtu ambaye amefanikiwa kwa kiasi kubwa kwenye ufugaji, na wewe ukasema kwamba ah, saba na midhali huyo mchongo umetiki, ngoja na mimi niende kwenye ufugaji, tuachane nao kabisa. Ndio yapasa uige, kwa sababu ni kitu kizuri na unatakiwa uliendee hilo, lakini kabla ya kwenda jiulize kwamba kwanza unakipenda hicho kitu, una interest, una passion lakini zaidi ya hapo unakijua kiundani? Ndio unaenda kuzalisha kuku au unaenda kufuga kuku. Ni kuku gani unaofuga no unaofugwa? yeah. Soko litakuwa wapi? yeah. Una, una target kuzalisha nini, nyama au mayai? yeah. Kuku wa kienyeji chotara au kuku gani? Na utawauzia wapi je? yeah, kuku wanapoumwa ni mfanyeje? nini kinachotakiwa ili kudhibiti magonjwa? Naanza ufugaji wa aina fulani ya kuku, nahitaji niandae mtaji kiasi gani? Niandae nini? banda liweje? okay, fulani niliwahi kumuona anafuga. Kwa nini alifeli? Alishindwa nini? Shida ilikuwa ni nini? ili wewe uchukue makosa yale kama fundisho na ujue namna ya kuanza katika namna ambayo itakuwa ni bora zaidi. Nachukua nafasi hii kulisisitiza hili, kwa sababu walio wengi wanaanza biashara ya ufugaji wa kuku, lakini ndani ya muda mfupi wanafeli wanadondoka hawakui kama wanavyokuwa watu wengine. Hii na ule mfano tulioanza nao wa dereva, mwisho wa siku alipata ajali. Nini tunajifunza ni kwamba gharama za kujifunza huku tunafanya ni kubwa kuliko tukijifunza kabla ya kuanza kufanya. Kwa mfano, umeiona na umechangamkia fursa ya ufugaji, lakini mwisho wa siku haujui vitu vya msingi, nini cha kufanya. Kwa utajikuta kwamba unawalisha chakula ambacho si stahiki kiasi yes, kwamba mpaka kuja kugundua tayari unakuwa umeshapata hasara na kuku hawajakuwa kama inavyotakiwa. Okay, tuachane na mfano huu. Umeanza kufuga na haujui hata dalili kwamba kuku akiumwa anaonyesha dalili zipi. Kwa hiyo kitendo cha paka wewe kugundua kwamba kuku anaumwa na kutafuta suluhisho aidha kumuita daktari kupata usaidizi. Mwisho wa siku kuku kadhaa unakosha wadondosha. Kwa hiyo jamani, tu develop interest, lakini pia tutenge muda wa kujifunza kwenye shughuli tunazozifanya kila siku, na sio kuziendea kazi hizi kwa sababu tu uh, fulani amefanikiwa, ngoja nami niende, nimesikia kuku zinalipa. Na hata kama unaajiri mtu, mwisho wa siku huwezi kuajiri mtu afanye shughuli ambayo we huijui. Mwisho wa siku utadanganywa au utaibiwa, na huku ukiwa unaona kwa macho yako mawili. Kwa hiyo tutengeni muda jamani, tujifunze ili tuweze kujua tunachokifanya na tukifanya kufanisi, kwa ufanisi kwa ajili ya maendeleo ya kesho yetu nzuri. Lakini kwa ndugu zangu wataalamu na wafugaji wenzangu ambao wana experience. tusiridhike na kile tulicho nacho. Sasa hivi mambo yanabadilika karibia kila siku, kuanzia magonjwa, mitindo ya ufugaji, teknolojia na vitu vingine, madawa, eh? ukiangalia miaka 15 au 20 iliyopita palikuwa hamna uh, OTC asilimia 100. E, nyingi ulikuwa ukienda sana 6, asilimia 5 10 hadi 15, lakini tunavyozungumza sasa hivi ipo OTC hadi asilimia mia moja. Hii inaonesha ni kwa namna gani vipi mambo yanabadilika. Vifaa na mifumo ambayo ilikuwa inatumika miaka 20 iliyopita ni tofauti kabisa na sasa, masuala ya nipo nini, sio vitu kama hivyo, havikuwepo kabisa, kwa ni vitu ambavyo kwa sasa hata kama vilikuwepo basi vilikuwa vipatikani kwa urahisi kama inayopatikana kwa, kwa wakati huu lakini pia hata mifumo ya magonjwa ukiangalia, mzuko wa magonjwa au athari za magonjwa miaka ile ni tofauti kabisa na miaka hii. Kwa hiyo nini ninachosisitiza ni kwamba tusiridhike, tuzidi kuji update karibia kila siku kulingana na taarifa au mabadiliko yanayokuwa yanatokea. Kwa swali lolote, maoni, ushauri, mapendekezo au kama ungependa kuonyesha hisia zako juu ya video hii unaweza ukakoment au kawasiliana nami moja kwa moja kupitia namba yangu hapo chini. Na kama umependezwa na video hii unaweza ukalike, lakini pia ukashea kwa watu ambao unahisi maudhui haya yatawasaidia. Lakini pia usisahau kusubscribe ili kuwa karibu na familia ya Kigufa FieldMost kwa maudhui bora ya kilimo pamoja na mifugo. Ulikuwa nami Ahi Kigufa, mtaalamu mkulima na mjasiria mali wa masuala ya kilimo pamoja na mifugo. Asante kwa muda wako, tukutane kwenye video nyingine. Bye.